Kuna msomi mkubwa anayeitwa Thomas Edison, ni Mwamerika. Msomi huyu ambaye ni injinia na mfumbuzi wa vitu vingi sana kama vile umeme, taa na vitu vingi sana ulimwenguni. Mara ya kwanza kabisa alipoenda shule, alikuwa ni mtu dhaifu sana kwenye masomo yake, lakini inasemekana pia msomi huyu alikuwa na uh, udhaifu kidogo wa kusikia, yani alikuwa kidogo masikio yake hayasikii sawasawa, lakini tatizo hili liligundulika baadaye. Lakini mara ya kwanza alionekana kuwa ni dhaifu kwenye masomo yake, alikuwa ni dhaifu kiasi ambacho mara ya mwisho mwalimu alimpa barua aipeleke nyumbani kwa mama yake. Thomas alipofika kwa mama yake, akampa ile barua. Mama yake baada ya kusoma, mama alikuwa ni mwenye elimu sana, inawezekana mama asiyesoma wala hajaenda shule lakini alikuwa na upeo mkubwa sana wa akili. Thomas akamuuliza mama yake, je, mwalimu ha amesemaje kwenye barua? Akamwambia mwalimu amesema kuwa wewe una akili sana, yaani una uwezo wa kufika mbali sana kwenye maisha yako, kwa sababu unaelewa sana, una akili. Hali ya kuwa barua mwalimu hakuiandika vile. Mwalimu aliandika kuwa mtoto wako ni dhaifu sana, na mtu ambaye mzito haelewi chochote darasani kiasi ambacho tumeamua kumwachisha shule, hii kumwachisha shule na asiendelee na masomo. Basi kakuwa mama yule alikuwa ni mtu mwenye hekima sana. Thomas alibaki nyumba na baada ya kumwelezea barua, yani mama baada ya kusoma barua na kumwelezea Thomas barua imeandikwaje, akamwambia, sasa kulingana na uwezo wako wa mkubwa sana wa kile mwalimu amesema, kuanzia sasa we inabidi ubaki nyumbani uwe unasoma pamoja na mimi, ufai kabisa kwenda shule kwa sababu una, una akili nyingi, na kule shule wala wengine hauwezi kuwa nao. Basi Thomas kuanzia hapo alianza kujifunza taratibu taratibu mbele ya mama yake, chini ya uangalizi wa mama yake. Baada ya kuona kwamba kweli shule alikuwa anashindwa sana, yaani alikuwa anaumia, alikuwa anaona kila wenzie vile anavyosoma kweli Ha, ha, hawezi kuwa sambamba na wenzie. Alipobaki nyumbani akajisikia vizuri, akaanza kuwa mdadisi sana, na mama yake alipokuwa alishalijua lile tatizo, akawa yuko sambamba naye kumsaidia kila hatua ambayo Thomas anajaribu katika masomo na katika ujuzi tofauti, akawa na mvumbuzi wa vitu tofauti. Kila kitu anachovumbua mama yake akawa anampongeza sana, anakuwa naye sambamba mpaka baadaye alivyokuwa ndo akagundua vitu vingi sana kwenye elimu. Kwa nini? Kwa sababu ya kauli za mama yake. Mama yake alijua kwamba mwanawe hayuko vizuri sana kwenye akili, lakini aliamini kwamba kuna vitu ambavyo anaweza kuvifanya hapo baadaye. Kwa hiyo, Thomas, ukilinganisha shule, alikuwa haelewi, lakini alivumbua vitu muhimu sana duniani. Kwa nini? kwa sababu ya pongezi za mama yake. Yaani, maneno ya mzazi, endapo yatakuwa mazuri, yanaweza kumtoa mtoto kwenye hali ya sifuri mpaka kufika mia moja, na maneno hayo hayo ya mzazi yanaweza kumtoa m... ya, ya, endapo yatakuwa maneno mabaya na ya kumvunja moyo mtoto, yanaweza kumtoa mtoto kwenye asilimia mia kufika sifuri. Kwa hiyo wazazi, ni vizuri na muhimu sana kuangalia maneno yetu ambayo tunaambia watoto wetu, kwa sababu yana athari kubwa sana. Asilimia mia moja, endapo utamwambia wewe ni mjinga, wewe huelewi, wewe ni wa mwisho kila siku darasani, huwezi kufanikiwa hata siku moja, basi amini kwamba maneno yako yataacha athari yake na baadaye utaiona. Endapo wewe utakuwa mzazi ni wa kumpongeza mtoto wako, kumwambia wewe unaweza, utafanikiwa na wewe una uwezo kama watoto wengine basi mtoto wako atafanikiwa.